Farisayo huyu alimwalika Yesu ale chakula pamoja naye nyumbani kwake. Yesu akaketi ili apate kula. Sikilizeni watoto, ondokeni. Mmenisikia? Nenda. Wanakwenda kwa ujeuri wao, lakini ni watoto wazuri. Anafanya nini hapa? Sijui. Mtu huyu kama angekuwa nabii angemtambua mwanamke huyu anayemgusa, angejua jinsi anavyoishi maisha ya dhambi. Simoni, ninamjua mwanamke huyu. Ngoja nikwambie kitu. Mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja alimdai dinari mia tano na wa pili hamsini. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Ni yupi atakayempenda zaidi? Ni yule ambaye amesamehewa nyingi. Umeamua haki. Wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa ajili ya miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kunipangusa kwa nywele zake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, lakini huyu amenipaka miguu yangu marehamu. Basi nakwambia, dhambi zake nyingi amesamehewa, kwa kuwa amependa sana. Lakini aliyesamehewa kidogo hupenda kidogo. Umesamehewa dhambi zako. Imani yako imekuokoa, nenda kwa amani. Na Yesu alikuwa akizunguka zunguka kihubiri na kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu, na wale mitume kumi na wawili waliambatana naye, pamoja na baadhi ya wanawake aliowaponya na magonjwa mabaya na pepo: Mariamu aitwaye Magdalene, Yohana mke wa Kuza wakili wa Herode, na Suzana. lakini Herode mtawala wa Galilaya aliyewekwa na Warumi alimfunga Yohana mbatizaji gerezani kwa kuwa alimshutumu kwa kumchukua mke wa nduguye. Amesemaje? Tulipofika kwenye lango la Naini, tulikutana na msafara wa msiba. Huyo marehemu alikuwa ni mtoto wa pekee wa mwanamke mjane. Yesu alipomwona alijaa huruma, akagusa jeneza na kusema kijana, na kuamuru inuka kisha ile maiti ikainuka na Yesu akamkabidhi kwa mamaye. Muulizeni, semeni, wewe ndiye yule ajaye kama alivyosema Yohana au tumtarajie mwingine? Bwana, Yohana mbatizaji ametutuma tukuulize ikiwa wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine. Nendeni mkamweleze Yohana mliyoyaona na kuyasikia, vipofu wanaona, viwete wanatembea. Heri mtu yule asiyekuwa na shaka nami. Naomba unibebe. Unaweza kuona sasa ukiwa begani kwangu? Namuona Yesu sasa. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Alipokuwa akipanda nyingine zikaanguka karibu na njia zikakanyagwa, na ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka kwenye mwamba. Zilipoanza kumea, zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka katika miiba na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, na zile mbegu zikakua zikazaa moja kwa mia. Bwana, kwa nini unaongea kwa mifano kila kukiwa na kusanyiko? Ninyi mmepewa kuzijua asiri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, wakisikia wasielewe. Maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha ibilisi kaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini hilo neno na kuokoka. Walio penye mwamba ndio wale wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha, bali hawana mizizi, huamini kwa kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Zilizoanguka penye miba ni waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zilizoanguka kwenye udongo mzuri ni ambao kwa unyofu wa wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Hakuna mtu aiwashaye taa huifunika kwa chombo au huiweka uvunguni, bali huiweka juu ya kinara, ili waingiao wapate kuona nuru yake kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa wala lililofichwa ambalo halitajulikana na kuonekana wazi. Jiangalieni msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata ambacho anadhani anacho. Mwalimu, mama yako na ndugu zako wako nje, wataka kukuona. Mama yangu na ndugu zangu ni walisikiao neno la Mungu na kulitii. Ikawa siku zile mojawapo ye